Salama kabisa. Salama kabisa? Yes. Akili, yes. Timamu kabisa. Sio akili timamu. Mm. Yani niko na akili zangu zote ambazo Mwenyezi Mungu amenibariki kunipa na pia na kibali ambacho Mungu alichonipa. Pete mimi sijaokota. Ah, yeah. Uh, nashukuru Mwenyezi Mungu nandi miongoni mwa wanawake ambao princess yule. Mm. Au, au prince Tanzania. Mm. Au prince Africa. Mm. Uh, ameweza kunitunuku, amenitunuku. Mm. Uh, nikisema kunitunuku maana yake kwamba niko naye kimahusiano. Mm. Yani, si kwamba pete amepoteza, asidanganye umma nandi, yani asidanganye ya umma kabisa nandi, pete hajapoteza, bali mimi pete nimeipata kupitia yeye mwenyewe, na ndio maana nikasema kwamba asidanganye umma kwamba pete amepoteza. Hakuna, hakuna mwanamke anaweza kapoteza pete ya ndoa. Pete ya ndoa ipotei, inavuliwa, au yeye mwenyewe anavua. sasa, sasa cha kujuza swali yeye